Na katika kaunti namba 31 ni kwamba gavana wa Laikipia Joshua Irungu wameanzisha mradi maalum wa kugawa matangi ya maji kwa vikundi vya kina mama pamoja na shule mbalimbali. Lengo kuu la mradi huo ni kusambaza jumla ya matangi elfu hamsini ifikapo mwaka 2027 na bata. Nyimbo na densi za sifa zinasikika hapa, Nyimbo za kudhihirisha afueni kutoka kwa mzigo wa kutembea kwa zaidi ya kilomita nyingi kutafuta bidhaa hii muhimu, maji. Akina mama waliojawa na furaha wakisema hatua hiyo ni afueni kubwa kwa maisha yao ya kila siku kwani wameteseka kwa muda mrefu. Ametutoa mitungi kwa mgongo, tulikuwa hata mboga ni soko tume, tumeona sasa unatoka hapo nje unatengeneza kitchen garden na unatumia itangi. So hakuna mama ataku, atachukua tangi leo atasema anaenda soko. Tunashukuru sana kwa sababu tumeondolewa mizigo mitungi kwa migongo yetu. At least wa mama tutajikuza na hii maji, tukuze vitunguu, tukuze nyanya, alafu na vingineo, tukunywe maji yenye iko safi, maji yenye imetoka kwa mvua. At least tuka, tutakuwa na maisha mzuri. Katika hafla hii ya ugawaji wa matangi mia mbili kwa wakazi wa maeneo ya Nanyuki na Nturukuma, wakazi wamesema wako tayari kuhifadhi maji safi ya kutumia kwa shughuli za nyumbani na pia kwa kilimo kidogo cha kujikimu tutaweza kuwa na water reservoir. Tumepewa tanki ya 10000 liters na itatusaidia kwa kuweka maji ya one, ya training. Tunafundisha masomo ya mkono sana sana ya food and beef, na hapo tunahitaji kuwa na chakula na tutakuwa tukitumia hiyo maji kwa kukuza hizo chakula. Wale ambao wako chini, tunapatia kuazi 300 tumeweza kuwapatisha ngazi kwa, kwa tangu kupeleka mpaka 500,000, wakimaliza tuelekee milioni, but payment so far, iko around 75%, kwa hivyo ni mzuri, kulingana na vile mambo yanavyoendelea. Gavana wa Laikipia Joshua Irungu akisisitiza kuwa hakuna mkazi wa Laikipia atakayelazimika kutembea zaidi ya kilomita tatu kutafuta maji ya kunywa na mahitaji ya nyumbani tofauti na hali ilivyo sasa katika maeneo mengi ya kaunti na hata kule wanatembea kuchota maji, wanaenda kwa demu kule, wanashidana na dovu, wanashidana na punda, wanashidana na ng'ombe, ni nani atachukua maji mara ya kwanza? Na kwa hivyo hapo ndio tunataka kupatia watu wetu waweze, akina mama na watu wetu waweze kupatiwa hiyo heshima na njia ya kupata maji karibu na wao, na ndio tunasema kama kaunti ya kwamba nobody by 2027 will travel more than 2 kilometers kwenda kutafuta maji, maji safi ya kunywa. Sharon Mkonge, Runinga Citizen, Kaunti ya Laikipia.